Akamwambia, sikiliza, watu wengi sana wameshapoteza maisha kwa sababu ya mambo ya kulipizana visasi. Kwa nini basi unaendeleza jambo hilo hilo kila wakati? Usijaribu kunishauri wewe, wewe kama nani unanishauri mimi eh? Nilitamani kukupa maisha ambayo ulikuwa unahitaji kuyapata lakini angalia kilichotokea baada ya kila kitu eh. Miaka ishirini yote imepita hukufanya kilichotakiwa, we Fu Hongxue nataka nikuambie, <coughs> yani, ni afadhali hata nisingekuwa kwanza. Nani amekuambia kwamba unatakiwa unifikirie au kunichukulia mimi kama mama yako tena? Ni kweli kabisa hicho anachosema huyu, hana hata undugu na wewe, unatakiwa kuondoka hapa eh. Mpaka misimaa naye tena mgeuka kabisa Fu Hongxue <coughs> Binti akasema mama ni uwe tu basi. Uwezi amini kijana he, unajua sasa hizi maisha yake hayana maana tena akaamua kukambe yani. Nimesha kuambia ondoka. Binti amemind kinoma. Ondoka. Kwa kuwa basi umeamua kukaa eh, kama kikwazo mbele ya mipango yangu eh. Nitakupa unachokihitaji alichoamua ni kumsukuma yule binti juu ya korongo lile eh, Cloud Valley ile, akamsukuma kutoka kule juu na angalia, kinachotokea binti anaenda chini. Maana yake sasa hii ni nadra sana kupona yeye, yeah, alishaamua, kisasi ni kisasi tu, hataki tena kujua mambo mengi. Na sasa hivi Fu Hongxue hana nguvu vile kama zamani, maana yake lolote linaweza kutokea. Lakini yashangaza, alipata mzizi mahala akaungangania alafu akawa amemkamata binti ili aweze, haya basi ndio hivyo, kumwambia e, kama vipi, ngoja nikuvute. Akasema sihitaji, basi usijiguse. Basi ndio hivyo, katika kuvutana vutana na nini, namona bana, basi katika kuvutana vutana Eh, ile mbinde, mbinde za hapa na pana. Angalia, kilichotokea ni kwamba akajikuta ameshindwa kumngang'ania na amemwacha. Sasa angalia mapenzi yalivyo kitu cha ajabu. Jamaa hakuona shida kuendelea kumfuatilia. Na kinachoshangaza ni kwamba Fu Hongxue pamoja na yote, yani ule upanga hauachi. Wezi amini bwana, wakatua wote pamoja. Oh. Huyu mama alilia sana, akasema, wewe ni mpumbavu sana. Angalia maamuzi ambayo unaamua kuyachukua. Sasa kama utashangazwa na hiki kitu kama nilivyoshangazwa mimi, umbali wote ule, lakini eti wametua chini. Hawajaumia wala nini basi hatimaye anamwambia, I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry, Fangling. Sasa hapa naumwa yes. Dansi... kipindi chote hichi mi sikujua kama wewe huhusiki kufanya chochote ambacho nilikuwa nimeambia. Sasa binti akasema natamani mimi ndio ningekuwa nimekupa. Maana yake ni natamani Anasema nimekuja kugundua kwamba tatizo ni kwamba watu wanavyoonekana, mbele ya sura za watu wengine. Nafikiri ni swala la mimi kuwa na maamuzi, na najua kuwa nimekosea. Angasema swala la wewe unataka nini kwa sasa hali, na binti aliongea maneno makali sana. Anaonyesha wazi kwamba hamuhurumii jamaa hata kidogo, wala hajali alichopitia. Anasema ilita, ilite, ilitakiwa mimi na wewe tuishi tu kwa amani na pengine basi pa, pa, pamoja na yale niliyoyapitia, pengine mi ndo nilitakiwa kupatwa na mabaya, wewe ndo ambaye basi unanidai mengi katika upande wangu, mimi ndo mwenye deni kubwa kile ulichopoteza nitahakikisha unapata tena kwa mara nyingine, lakini kama unataka kuniua basi leo niue hapa. Hajawahi kumpa mtu silaha yake, lakini leo anampa, anamwambia niue, naomba tu niue basi, basi ndio hivyo, akaupeleka upanga mpaka pale E, shingoni pale, basi ndio hivyo, anajikuta tu hana namna e, kijana ametulia, anasubiria nini kitakachofanya. Basi ukimtazama hivi binti, moyoni ni kama kuna kitu kingine kinamwambia jambo jengi. Fu Hongxue, ni lakini pamoja na yote ambayo basi anajitokeza, anamwambia, hebu angalia baada ya mtoto kufa sasa wewe ndio ulisababisha. Eh, vipi unaweza ukamrejesha tena? Ashakufa sasa. Eh, ukisema umrejeshe vipi unaweza? Unajua kesi gani nimeugua wakati nikiwa mjamzito, basi ikawa sasa ni ugonjwa. Haya, sasa namwambia angalia mambo mangapi umeshanifanyia wewe. Eh, unadhani kwamba kuna kitu, kuna namna ya kurejesha huo wakati uliopotea? Binti alalamika sana, anaonesha kabisa wazi kwamba moyo wake tayari una maumivu makali. Unajua unajua kiasi gani nilivyoteseka mimi, eh? Haya sasa angalia. Hiyo ndio njia ambayo ulikuwa umeichagua wewe kuipita. E, waambia hebu niambie, ndo njia ambayo ulikuwa umechagua wewe kuitumia kuipita. Hivyo najua kiasi gani ambapo nilikuwa nataka kumzaa yule mtoto. Amekufa hata kabla hajapata nafasi ya kuiona dunia. Ndio hivyo sasa, tumeshampoteza. Maskini, amelalamika. Nakumbuka mara ya mwisho huyu bibie alikuwa yuko tayari kupokea talana ya baba. Basi tu ili mradi kuhakikisha kwamba yule mtoto atamzaa mara ya kwanza. Alikataa kabisa hata atakunywa ile dawa ya kutoa mimba. Sasa angalia leo anaamua kumwaga zile hasira zote kwa huyo baba wa mtoto, anamwambia mimi niliacha kila kitu kwa ajili yako, hatimaye sasa mtoto tumempoteza, ashakufa. Sasa yani mimi nimeteseka sana, nimeteseka sana kwa kweli. Mm, sasa kuna haja gani tena hata nikisema na mtoto ashakufa hivyo unajua, hayo tuliwapitia, jamaa ata kumbembeleza, lakini int atakeata. Pamoja na yote, angalia maneno yanayomtamkia ni kama anaamua kumlaani kabisa. Jamaa akamuuliza vipi, umesemaje? Akasema walisema kwamba baada ya pale sintawai kuweza kupata tena mtoto maishani mwangu. Hii kitu ndo kwa kwanza inamuumiza zaidi binti, lakini moyo wa kijana unazidi kuumia. Huyo ndo kwanza alikuwa mtoto wake wa kwanza katika maisha yake, lakini kinachotokea baada ya yote haya basi, hataweza tena kuzaa basi ndio hivyo, anamwambia ndio majibu niliyopatiwa kwamba basi sitoweza na kupata mtoto na yote yaliyojitokeza yashajitokeza. Sasa binti anautazama upanga ule kwa kuutamani, na anatamani hata afi tu, e, kutokana na kwamba mambo aliyoyapitia ni kama yani, anaona sasa ya nini tena kuishi na angalia; katika maisha yake ni kwamba kila mara kuna yani, hata anachokuwa nacho cha karibu basi kinakuwa tu. Waume zake wote, siku za harusi wameuawa lakini hata siku ya, ya, ile ambayo alitakiwa kuzaa mtoto wake, lakini sio hivyo. So mtoto wake, sio mtoto wake tu kufa, hata mama yake pia mlezi, siku ile ambapo anapata uchungu, alikufa. Yani, kinachomzunguka chochote cha karibu yake kinakufa. Kuna watu wanaishi maisha hayo, hmm? Umewahi kupata nafasi ya kuwa na rafiki ambaye ukiwa naye upati chochote, yanakuwa kama mkosi fulani, nuksi. Hiyo ndio inaitwa nuksi, eh, nafikiri unafiria sasa angalia kila kitu ambacho kinakuja upande wake ni kinaenda vibaya. Haya, anakuja yika akiwa yuko mbali. Anamuuliza mama. Mama, nini umefanya? Mwana mama hataki atakusikia neno lolote. Hata usinisogelee, anamwambia mama. Lakini nini kinaendelea? Nimesikia ukiwa unapiga kilele unamwita Fu Hongxue. Nini kwani kimempata? Ni makosa yangu tu. Mimi alikuwa mtoto anaisikiliza yule, alikuwa msikivu, wala hatakuwa na uhusika na na hiki ambacho nimefanya. Hakuwa anataka chochote kile cha kufanana na asira niliyonayo mimi dhidi dhidi ya ya watu, dhidi ya walimu wangu. Lakini angalia mahali nilipomfikisha, angalia mf, oh, kilichompata uh, nimeichukua furaha yake E, nimemwacha na uzuni. Nimeishiria kuharibu maisha yake. Ndio hivyo nimeishiria kuharibu maisha yake. Mama, unajaribu kuniambia kitu gani? Ni kitu gani kilichompata Fu Hongxue? Akasema Fu Hongxue amekufa. Fu Hongxue ameshakufa. Anarudia tena Fu Hongxue ameshakufa. Mama, ah, kijana anataka kumsogelea mama yake. Mama naye anataka kujirusha. Lakini kijana anapomsogelea mama, mimi sina, sina mtoto mwingine. Oh, wala, sina mtoto mwingine. Usifikirie kuniita, mama. Najua kama yuko

Nipe mkono wako tafadhali. Kijana na akili sana, anajua kuokoa maisha ya mtu. Mtu ukimwambia hivyo, hata kama amekata tamaa, lazima atakusikiliza. mimi ni mwanao. Basi alipokuwa akimbembeleza <laughs> e, kijana akapatwa na hali fulani, namwambia mama, nipe mkono basi taratibu, mwanamama akanyosha mkono, akamkamata. Sasa anamkumbatia. Unajua, kuna kitu fulani kama ukikutana na mwanadamu. basi kuna hali fulani inaweza ikakupata ukajikuta tu yani, automatically unasogea e, e, karibu yake, hisia zako zinaguswa, na vitu vingi unavisahau. Hawa wawili nao wamepitia vitu vingi sana nsasa leo wamepata nafasi ya kuwa pamoja, wakaanza kuongea. Namwambia mama, mama aliwahi kuniambia sto moja kuhusiana so na yeye alipokuwa na baba kwamba waliwahi eh, bonde refu sana wakanaswa huko mda mrefu sana, baada bada huko mda mrefu basi watu waliokua waki hawakupata nafasi ya kuona akasema, maisha mi nafikiri kila maisha yana mwisho wake, lakini kila mara anapozungumzia hilo jambo, anasema alikuwa mtu mwenye furaha siku zote za maisha, na sasa sijui nini kilimpata mpaka akawa vile alivyosema. Katika lile bonde walikuwa ni watu wawili tu, yani wao hapakuwa na mtu anayewachukia tena. Walibaki peke yao. Walitafakari jinsi ambavyo wangeweza kuwa na furaha, furaha kama wangeendelea kuwa pamoja. Binti anamsikiliza, anamwambia basi ni nani huyo ambaye basi angewachukia katika kipimo hicho hata huko walipo. Lakini watu kama sisi hatuwezi kuwa, eh, maana yake tunaishi katika vivu mimi nafe, naweza kusema mama yako alikuwa ni shujaa, alikuwa ni shujaa. Baba yako alikuwa shujaa pia, ndio maana aliamua kufanya yote haya kiuhalisia kabisa. Alitaka a s lin pi anasema mama yako amekuwa ni mtu ambaye e, kila uchao amekuwa ni mtu ambaye ana fikra tofauti yako. Mengi aliyoyapata naamini, aliyoyafanya naamini atakuwa anajutia kupitia aliyoyatenda, amewafanyia wengi visa. Basi kuna nyoka mule. sasa angalia, kinachotokea kijana, hali yake ghafla ikabadilika, anakuwa kama mnyama. Sasa hii hali inatisha sana lakini alitamani basi vyovyote, eh, vyovyote itakavyokuwa, pambane na yule nyoka ili binti awe. Haya, angalia, anamwambia sasa, maisha yangu mimi ni kama vile hayakuwa tena na mwelekeo. Wewe ondoka niache hapa, wewe ondoka. Aliamua kumkumbatia yule nyoka bila kujali. Binti naye ilikuwa kama nguvu zinamuishia hivi, anajaribu kujitafakari afanyeje lakini yule nyoka anambana, anamtangia mwamba, anajaribu kupambana naye sasa. Binti akutafakari hata labda pengine kuchukua apaka, apambane na yule nyoka mpaka stori, lakini ndio hivyo baadaye, badala ya hapo aka alimwacha jamaa peke yake, basi jamaa ikafikia kipindi akapoteza fahamu. <tikupi> <tikupi> Sasa mama analia mwanae kwamba amefia huko chini anasema anasema ni ni makosa yao. Eh, eh, kijana mwambia mama usijisikie vibaya, shida. usifikirie hayo mambo mambo ambayo unafikiria kuhusiana na Fu Hongxue. Atakuwa salama. Hebu <coughs> nyamaza. Eh, anasema mimi nitaenda huko chini kwa ajili kuangalia kama atapatikana <coughs> <coughs>

Kwa hiyo mama, tafadhali usiafikirie mambo mengi. Ikafikia mahali sasa unaanza kufikiria hata mambo ambayo hayatakiwi. Kwa kipindi chote hichi ambacho mimi sikuepo, ndio ambavyo basi wewe umekuwa ukipata shida, unateseka kwa sababu mimi sikuwa karibu nawe. Sasa akiwa anazungumza naye alijisikia vizuri. Mm, kwamba utanichukia kwa sababu ya yaliyotokea. Anasema hapana, una uhakika? ni ibuaawe d Najua uwezi kuniruhusu mimi niwe Fu Hongxue kwenye maisha yako

Mama kabaki pale akimtazama kijana lakini inakuwa kama vile amempiga ili aondoke. Umeona bwana? Moyoni akasema kama, Basi mimi sina bahati. Inakuwa kama moyoni mwake anatamani liwalo na hiyo. Anasema hata na mimi pia, sasa acha nipumzike. Mm, nilikofika sasa ni mbali. nay angalia taratibu, akaanza safari ni kama anaelekea sijui sasa ni kwenye bonde au anaelekea upande mwingine. Da bana, kule chini mwamba alibaki kule kwa muda mrefu sana, akiwa mwenyewe amepambana na ile hatari ili kusudi basi misma aweze kuwa salama. Na katika kipindi alichopambana na yule nyoka, yanaonekana baadaye yule nyoka akawa ametimu. Ah, okay, anaonekana amepambana naye, paka amemkata vipande vipande. Sasa aliwezaje kufanya hivyo? Hatujui kwa sababu hatukuonyeshwa vita yake. Labda kama director atataka tuone haya tutaona basi katika episode inayofata nini kilitokea.